Katika mkutano wake na wafanyabiashara kutoka sehemu mbalimbali barani Afrika, uliofanyika jijini Dar es Salaam, Rais Obama amesema mpango huo unalenga kuongeza usafirishaji wa bidhaa kutoka nchi zilizo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kwenda nchini Marekani kwa asilimia 40 na kupitia mpango huo baadhi ya nchi za Afrika zitanufaika kwa kuimarisha miundombinu pamoja na njia mbalimbali mbali za kukuza uchumi.

to access even greater economic opportunity. Uh, and that's a worthy goal in its own right, but I'm also here because in a global economy, our fortunes are linked like never before. So more growth and opportunity in Africa can mean more growth and opportunity in the United States. I amesema Waafrika wanapaswa kutengeneza njia za urahisi za wafanyabiashara baina ya nchi na nchi ndani ya bara la Afrika ili kuwezesha uboreshaji wa biashara

Kabla ya kuingia kwenye mkutano huo, rais Obama alifanya majadiliano ya pamoja na wafanyabiashara ishirini, akiwemo mwenyekiti mtendaji wa makampuni ya IPP Dr Reginald Mengi, ambapo alijadiliana nao masuala mbalimbali, ikiwemo changamoto zinazowakabili pamoja na njia ya kuwakwamua. Baadhi ya wafanyabiashara walioshiriki mkutano huo, mbali na kumpongeza rais Obama kwa kitendo cha kuzungumza nao, pia wamesema endapo ushauri aliotoa kwa serikali na kwa wao wenyewe utazingatiwa, bara la Afrika na Tanzania ikiwemo watapiga hatua wa kibiashara na uchumi wa taifa utakuwa kwa asilimia kubwa. Hotuba ya, hotuba ya Rais Obama ilikuwa nzuri sana na imetupa changamoto nyingi jambo uh, moja kubwa ni kwamba um, Amerika na, na Afrika zitashirikiana um, kujenga misingi mizuri ya biashara na, um, na Amerika itakuwa mstari wa uh, mbele kuunga Afrika mkono katika, katika ukuaji mzima wa uchumi wao, hasa wana biashara oh, ni hotuba ni, ni, ni ya kihistoria. Ilikuwa ni hotuba ambayo imefungua ukurasa mpya wa uhusiano kati ya nchi zetu na Marekani, na ilikuwa ni hotuba ni, ni ambayo ilionyesha kwamba kwa kweli wakati wa kuzungumzia mambo ya misaada kutoka kwenye mataifa yaliyoendelea umepita. Sasa kinachobakia ni kuanza mambo ya biashara, ili mataifa yetu yaweze sasa kujiendeleza kwa mfumo ambao ni tofauti. Kuzindua Power Africa kwa maana ya kwamba Afrika iweze kujikita katika sekta hii ya nishati. Na sisi tumeona kwamba ametoa jukumu hili kwa sekta binafsi na kwa serikali ya Tanzania na Afrika nzima kwamba tujikite katika kuweka mikakati yetu kuinua uchumi wetu kupitia uwekezaji kwenye sekta ya nishati. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni ufosaro wa ITV.